Tuko na Leonard Musikula yeye, yeah, anakwenda kutupitisha kwenye takwimu lakini pia Rajiga ndiye ambaye anakwenda ambaye anakwenda kuamua kati siri za mchezo huo. Yapi maeneo ya kuzingatiwa sana katika timu zote mbili? Wachezaji gani ambao ukiweza kumkamata basi mambo yanakwenda vizuri siku hiyo tarehe nane. Ni Simba dhidi ya Young Africans pale Benjamin Mkapa. Zimebaki siku chache. Uh, kuna kushuhudia mechi ambayo imebeba taswira na branding ya ligi yetu Tanzania. Simba na Yanga ama Yanga na Simba, ndio mechi ambayo inaitangaza bidhaa ya ligi yetu, hapana shaka tunafahamu hivyo. Uh, kama tunasema ligi yetu ni bora, sio nafasi ya nne, sio ya sita wengine, basi mechi ya Simba na Yanga ndio mechi ambayo inakwenda kudhihirisha, uh, ni kwa nini ligi yetu ni, ni kubwa barani Afrika lakini pia uh, unaizungumzia dabi ambayo inatajwa kuwa ni inashika nafasi ya tano ama na, ipo kwenye tano bora barani Afrika. Kwa hivyo ni mechi ambayo ina maandalizi makubwa katika kila nyanja katika timu moja moja, kiwanjani, lakini pia bodi ya ligi, hapana shaka wamejiandaa kwa ufanisi wa kutosha zaidi, lakini pia hata wale main broadcaster kwa maana ya Azam TV kwa upande wa runinga na TBC kwa upande wa redio lazima maandalizi yao yanakuwa ni ya kutosha kwa sababu ndio mechi ambayo unapasa kuonyesha umwamba ambao upo nao katika kile eneo. Lakini pia uh, hata sisi wenyewe wana habari na nini, vitu vingi ambavyo tunajiandaa kwa ajili ya kuonyesha ni kipi ambacho kipo katika, katika mchezo. Kwa hivyo lazima tupaze sauti kubwa ili taarifa za mchezo zifike kiasi kwa, kwa kikubwa na, na facts pamoja na, na, na, na opinions kwa maana ya mawazo mseto kwa kila pande, takwimu kwa upande wa timu zote mbili katika mchezo huu. Nafikiri kwa faida ya mtazamaji wa Ayoma Media yes, na hapana shaka nayo taarifa ya, ya Hamed Arajiga ambaye ndiye mamuzi, ndio pilato wa mchezo uh, ndiye kapewa dhamana ya kusimamia zile sheria 17 za kabumbu, lakini ni faida pate kumbukumbu kumbu, ya kile ambacho huwa kinatokea wakati ambao Arajiga anakuwa nashika, anashika kipenga cha mwisho nafikiri moja kati ya jambo ambalo unapasa kuwapongeza bodi ya ligi, sio, na TFF ambao wanafanya kazi ya kuchagua mwamuzi wa mchezo, basi ni hili ya kumchagua Ahmed Arajiga ndiye mwamuzi ambaye kwa hivi karibuni amekuwa kitumiwa na CAF, si ndio? Kucheza mechi za kimataifa, na ndiye mwamuzi ambaye anatazamwa na CAF, kwa ni miongoni mwa waamuzi ambao anaweza kwenda kuchezesha tournament nyingine zaidi za CAF, si ndio? Kwao tumepewa nafasi kubwa kwenye mechi kubwa kama hii ya Simba na Yanga. Kuna maamuzi ambaye tayari yupo kwenye reli ya kuwa international referees kwenye tournament kubwa. Kwa hivyo tunakwenda kutazama mechi ambayo katikati mwa uwanja yupo maamuzi ambaye amesimamia sheria 17 za kabumbu, ambazo hata kudajia kwenye mechi ambazo zimepita, ambazo wamechezesha msimu huu, unapata ile picha kwamba huyu ni maamuzi. Mechi ya mwisho ambayo ninamkumbuka kwamba yuko anaonyesha mwamba zaidi ni JKT dhidi ya Yanga pale, eh, eh, Meja Jilani Samoyo ndio naikumbuka mechi ambayo alikuwa amesimamia moja kwa moja sheria zake. Lakini uh, kwa rekodi ambazo nipo nazo Ahmed Rajiga ni, ni mamuzi ambaye katika mechi mbili za mwisho msimu uliopita, mechi ya Novemba 5, 2023 Yanga anaifunga Simba ugenini mabao matatu kwa moja, refa alikuwa ni Ahmed Rajiga. Umenelewa, mechi ya mbili moja, Yanga anashinda nyumbani, refa alikuwa ni Ahmed Rajiga. Lakini usiangalie matokeo, angalia uh, anavyokwenda tatua changamoto kiwanjani, angalia jinsi ambavyo anavyoona kutafsiri sheria 17 katika nyakati zozote vile. Hebu niambie leo hii ni refali gani ambaye anaweza akatoa penalti timu ilishachukua chuma nne kwa moja alafu anatoa penalti direct kwamba hii ni penalti ni halali. Acha nitoe unajua, marefali wengi kwenye mechi ya Simba na Yanga, hebu nikumbushe penalti ya mwisho ya Simba na Yanga ilikuwa ni tofauti na ambazo ametoa Arajiga. Umeelewa eh, sio umepata picha? Mechi ya moja bila ile ya juzi duru ya kwanza. Penalti takriban hizi mbili za Simba zili. Si ndio? Simba alichukua ni ni tuta ni, ni tuta. Uh, kadi saba ya Yanga na Simba mbili moja, Yanga ambao walishinda mabao mawili. Mabao alifungwa na Stefan Aziz, mkoa wa penalti pamoja na Joseph Gede

Henoki Ninonga uh, akimtendea madhambi Maxi Nzengeli. Kwa hiyo kwenye mechi mbili za mwisho za Hamid Rajiga kwenye dabi ya Kariakoo penati mbili za ligi kuu hapa penati mbili zimetoka, lakini pia kadi 12 za njano, hakuna kadi nyekundu si ndio? Kwenye mechi ya tano moja alifanyika uh, madhambi mara 23. Kwa maana ya madhambi ambayo yalitendeka akatoa kadi saba za njano. Kwa hiyo ni maamuzi ambayo kwanza tunapaswa kujipongeza ama tunapaswa kufurahia kwamba hii ni mechi ambayo inaenda kutafsiriwa na maamuzi ambayo amekuwa ni amekuwa na ulumbi kwenye eneo la kusimamia ile sheria ya 17. Ni mechi ambayo sina shaka yeye mwenyewe ndio VAR yeye mwenyewe. Yaani Ahmed Arajiga akiwepo akiwepo kiwanjani, yani yeye mwenyewe ndio ndio VAR yeye mwenyewe. Yes. Ini kuna umezungumzia katika eneo la la, la, la ki numbers kwa maana ya mechi. Uh -huh. Mimi nataja kwamba mechi ya Simba na Yanga ya ama Yanga na Simba, kumbuka hii ni mechi ya duru ya pili. Si ndio? Sindio uh, ni mechi ambayo inaonekana kuwa tofauti na mechi takriban tano ambazo zimepita. Sawa, ukienda kufanya uh, maringanisho ya mechi duru ya pili katika misimu ambayo Yanga amechukua ubingwa, kuanzia mwaka 2021 22, sawa 22 23, na 23 24 hii ni mechi ambayo inakuja wakati ambao Yanga hajawa na hakika ubingwa. Lakini mechi tatu zilizopita za duru ya pili Yanga alikuwa tayari na hakika kuwa bingwa. So umenipata, msimu wa 2021-2022, Yanga anaingia kwenye mechi ya duru ya pili kwenye raundi ya 20 dhidi ya Simba akiwa na alama 51, Simba na alama 41. So umenipata, kwa hiyo Yanga tayari anaingia akiwa tayari na hesabu za ubingwa. Baada ile mechi anakwenda kutangaza ubingwa dhidi ya Dodoma Jiji kama utakumbuka lakini pia kuna mechi ambayo n no, yes, kuna mechi ya elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu Yanga alikuwa kwenye ile mechi akiwa na alama alikuwa na alama hamsini na tisa Simba alama hamsini na mbili Ulikuwa ni mechi ya kuingia raundi ya ishirini na tatu sio? Mnaelewa? Lakini msimu uliopita pia Yanga walikuwa na walikuwa na na alama 56, Simba 52, kwa maana msimu uliopita sasa. Simu ninapata kwa alama nne ambazo zilikuwa ziko mbele kwa upande wa Simba. Lakini msimu huu Simba amezidi alama nne, iko mechi moja mkononi. Ni mechi ambayo inaangalia kwamba huenda atakayeshinda ndiye bingwa. Kwa hiyo ile mechi ambayo iko tofauti na duru ambazo zimepita katika dabi ya Kariakoo. Lakini pia kinachokwenda kuipa mechi hii uzito wa hali ya juu ni kwamba ni jinsi ambavyo katika maeneo mawili kiwanjani ambayo wamekuwa akiamua mchezo: eneo la ulinzi na eneo la kushambulia. Sawa, kianza katika eneo la kushambulia. Sawa, Yanga wanaingia wakiwa eneo, eneo lao la kushambulia liko, liko yani lipo lina makali yani kila moja moja, eneo lake la kushambulia kila moja namba na zinawabeba. Imagine katika wale washambuliaji wawili wa, wa juu zaidi: mchee goli 10, dube goli 10 kwa hiyo Yango anaingia wakati ambao safu yao kushambulia ipo ipo na makali zaidi. Na Simba nao anaingia wakati ambao safu yao kushambulia imeweka mabao kumi na sita kambani. Mkwala nane, Ateba nane. Ukimwacha Valentino Mashaka, lakini pia kwa Yango ukimwacha Clement, ukimwacha Kennedy Musonda nipata Yanga, amescore goli tisa, Simba goli nane, si ndio? Lakini pia Yanga pia kwa magoli zaidi kafunga magoli hamsini na saba, si ndio? Lakini kwa kwenda katika ile la magoli kipa, huyu ana clean sheet kumi na tano, huyu ana clean sheet kumi na moja. Hawajapishana sana hapa katika numbers. Kwa juu. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu katika misimu iliyopita tulishuhudia timu hizi mbili zikiingia kiwanjani kuna mmoja ama wote wawili walikuwa maeneo haya, wanakuwa na namba nzuri. Kwa mfano kwa upande wa Yanga msimu uliopita alikuwa anaongozwa na Joseph Gede mabao sita. Afu kuna kuna Clement Mzizi mabao manne. Umeelewa? Kwa hiyo mechi ilikuwa inaingia wakati ambao hawa washambuliaji wanakuwa na alama, alama namba nzuri. hii yes. Lakini pia kwa upande wa Simba walikuwa wanamtegemea Fred Kublan na Paul Marijobe, sio unakumbuka. Kwa msimu huu kuna utofauti mkubwa ambao unaonekana. Eneo la tatu ni eneo la mechi la ufundi. ni mechi, mechi ambayo inaingia wakati ambao yanga katika misimu yao mitatu ya kuwa mabingwa plus msimu huu kwenye mechi ya duru ya pili ndio kwa mara ya kwanza wanaingia e, na kocha ambaye ni mgeni kwenye dabi ya Kariakoo yake ya, ya kwanza. Eh, wanaingia na kocha ambaye ni mgeni kwenye dabi ya Kariakoo. Je, wageni huo wanatakumzibe kwenye dabi ya Kariakoo hasa, hususan ni makocha Benchika alifungwa dabi ya kwanza. Fadu alifungwa dabi yake ya kwanza. Robertinho pia Alobatini, nakumbuka alipata alipata sare na alipata, alipata sare. Yes, kwenye, Yes, uh, makocha wakati ambao tayari Davis ana kisasi na Yanga baada ya kupotea mara mbili mfululizo. Akifunga kwenye ngao ya jamii mabao moja kwa sifuri, akifunga kwenye mechi ya ligi kuu bao moja kwa sifuri. Kwa hiyo ukitazama kwenye bechi la ufundi, ni makocha wili ambao wana takwimu tofauti ama wana kumbukumbu tofauti lakini mmoja wapo ana kumbukumbu kabisa na mechi ya Simba na Yanga. Lakini nitakwambia kitu kimoja. Katika mechi ya Simba ambazo Yanga wameifunga Simba mara nne mfululizo, si ndio? Ama kurejea mwaka 2021 mpaka sasa kati ya kocha ambaye amewapa mechi ngumu zaidi Yanga ni kocha Fadu Davids, ukimwacha Robertinho ambaye alikuwa ana, ana, ana, ana rekodi nzuri na davis, konyesha, ya, Yanga si ndio? Davids amekuja kuonyesha mechi ngumu zaidi dhidi ya Yanga. Mechi ya moja bila iliyopita, bao la kujifunga la Kevin Kijili likamnyima alama moja Fadu Davids. Pengine msimu huu kwenye raundi hii ya